Akaona kwa nini sio nisijishirikishe na upigaji picha, au naingia kwenye tasnia hii na mimi, nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakuaje, nikienda huku itakuaje, unaonaje bwana ukatoka kwenye mpira? Mpira hii maana hainufaishi hai chochote, bali ilikuwa na inanipa tu maarufu, lakini maarufu huo ulikuwa hauna chochote mfukoni mwangu. Ah, uh, kwanza kabisa nipende kujitambulisha kwa majina, naitwa Wilbard Prosper Tarimo almaarufu Chodo. Profession wangu mi ni mwalimu lakini katika harakati za mtaani imejikuta nipo kwenye upiga picha au photographer. Najishughulisha na kazi hii takriban kwa muda sasa wa miaka miwili kama sio tatu, ambapo nipo chini ya ofisi ya Sniper Studio, ambapo ni CEO mwenyewe wa ofisi hii ni Sniper. Mimi kama kijana wake nimekuwa tukisogeza ili gurudumu kwa muda mrefu, ndio. Uh, tunataka tuna kujua kwamba hii uh, kazi umeianza lini? Pengine tumejua profession yako yeah, elimu yeah, yeah. So tuambie uh, pengine eh, nini kilichokushawishi ukaingia hapa na toka umemaliza chuo, na pengine tujue nafasi yako au elimu yako kwa, kwa, kwa maana ya professional professional, walimu kwenye uh, idara ya elimu. Mimi profession wangu walimu, nimechukua nimehitimu chuo kikuu cha Katoliki Mwenge Moshi Kilimanjaro, lakini before kwenda chuo katika harakati za mtaani kujitafuta, mimi nilikuwa mcheza mpira awali, before kuingia kwenye masuala ya kupiga picha. Huku nasoma huku nacheza mpira, nilikuwa miongoni mwa wachezaji home boys hapo Mbulu mjini. Nikakutana na rafiki yangu ambaye ni CEO wa Sniper Studio, Sniper mwenyewe. Ilikuwa mimi na Sniper tumejuana muda mrefu kidogo Kipindi hicho utoto tulikwaga katika taasisi moja Compassion ya TAG Gethsemane Mission Temple hapo sanu kwa Banga. Ilikuwa hatuna ukaribu sana miaka hiyo ya zamani, lakini mpira zaidi sana ikatufanya tuwe karibu. Maana mwenzangu alianza kujitafuta muda kidogo, kipindi tupo kwa banga pale, lakini huku mtaani alikuwa anajishughulisha na maswala ya kupiga picha alikuwa kwenye ofisi nyingine, kabla kuwa na ofisi yake. Alikuwa akitembelea uwanjani na kuja na kamera kupiga picha. of course, mimi mwenyewe nilikuwa napenda sana picha. Kwa kipindi hicho nilikuwa nashika simu na nipiga picha, nilikuwa maarufu sana pale Facebook, nilikuwa najitapaka rapa, naye akawa naona kijana anapenda picha, akawa akija uwanjani akinikuta nacheza mpira au barabarani ananipiga picha, anaomba anipige picha na mimi hivyo, nikaanza kubali. Lakini pia nilikuwa napenda sana picha, ila sikufikiria kama siku moja nitakuja kwa photographer. Ndoto zangu ilikuwa kucheza mpira na kufika sehemu nyingine tofauti, lakini nikajikuta nimeingia kwenye tasnia hii ya upigaji picha kutokana na ushawishi wa ndugu yangu, rafiki yangu Sniper. elfu mbili na ishirini kama sikosei, kipindi naweza form six, ilikuwa form six ya corona, tulipata likizo kidogo kutokana na janga lile, miaka hiyo uh, ile janga likafanya tu stop kwanza masomo, nikarudi mtaani lakini rafiki yangu huyo, ndugu yangu naye aka nikutania mtaani, akan convince bana, unaonaje bana, ukatoka kwenye mpira. Mpira hii maana hainufaishi chochote, bali ilikuwa nani yanipa tu maarufu, lakini maarufu huo ulikuwa hauna chochote mfukoni mwangu. Akaona kwa nini sio nishirikishe na upigaji picha au naingia kwenye tasnia hii. Na mimi nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakuwaaje, nikienda huku itakuwaaje ila baadaye nikachukua maamuzi rasmi kwamba na mimi nijiingize kwenye kupiga picha. Japo ilikuwa sina elimu yoyote wala maarifa yoyote kuhusu picha ya yeah. Uh, hiyo tukatangaziwa na ndani chako kipindi hicho, ni waziri wa elimu akatangaza form 6 turejee shuleni ili tukafanye mtihani kwa sababu ilikuwa imebaki takriban wiki mbili kama wiki moja na nusu hivi, tuingie kwenye mtihani wa taifa uh, ndugu yangu akanambia, nenda kipindi hicho hajafungua ofisi rasmi naambia niende nikafanye ila nikipenda zaidi nikitoka kwenye mtihani niingie kuungana, unaonaje? E, bana ukatoka kwenye mpira mpira hii e, maana hainufaisi hain chochote, bali ilikuwa inanipa e tu umaarufu, lakini umaarufu huo ulikuwa hauna chochote mfukoni mwangu yeah. Uh, sekondari mi nimeanza before, sekondari nimesomea shule ya msingi Arka darasa la kwanza Up to dasa saba. uh, secondary form 1 nimeanza Chifu. Baada ya Chifu sikufanikiwa, nikaenda shule moja inaitwa Aldas Geti, ipo Babati. Nikapiga pale Babati kidogo, mambo akaenda ndivyo sivyo, tena nikahama nikaelekea shule moja inaitwa Liguru Kibonite, iko Arusha. Ah, uh, kuzungumzia masuala ya elimu level hii, mimi kama mwalimu, ajira kidogo imekuwa changamoto kwa taifa letu la Tanzania hasa kutokana na uwingi wa wasomi wengi kuingia mtaani na kila, kila mwaka chuo inazalisha wasomi wengine kwao. Wale wasomi wengine wapya wanapokuja mtaani wanakutana na wengine washawatangulia wako mtaani, population inakuwa ni kubwa zaidi. Hivyo pia silaumu sana serikali, maana huwezi ukabeba wote, wasomi wamekuwa wengi zaidi. Aa, kama kijana na kama mwalimu by professional hatuna budi kujiengeji kwenye vitu tofauti tofauti sekta mbalimbali mtaani ili tuweze kujipatia kula na maisha yaendelee. Ah, mimi nawashauri ndugu zangu ambao bado wako shule ambao wanasoma ambao wako chuo na wengine ambao wako mtaani, cha kwanza kabisa tusikae tamaa, cha pili tusitegemee upande mmoja, tusiegemee kwenye masuala mazima ya kuajiriwa. Mtaa una fursa, mtaani kuna fursa nyingi. Wanasema penye changamoto pafanye kuwa fursa. Okay, ukiona changamoto imekuwa kubwa mahali, ibadilishe kuwa fursa hivyo, yeah. Siwashauri sana tutegemea ajira, japo ajira ni muhimu, sababu ile ni kama bima ya maisha, ila zaidi sana tujiingeji kwenye ujasiriamali. Kama una ujuzi wa kushona, una ujuzi wa kucheza mpira, you never know. yeah. Uh, kwa sasa hivi rasmi kabisa na miaka kama mitatu na uzoefu wa kutosha, upigaji picha ni kazi nzuri so mbaya, inatusaidia katika moja mbili tatu, katika hatua mbalimbali kwenye maisha hmm. Lakini ina faida zake pia na changamoto zake Uh, watu mtaani wanatazama kama kipaji. Okay. Maana mwenye taaluma. Yeah. Anaweza asimkute mwenye kipaji ambaye hajasomea, na hii hapa so lazima kusomea, ila ni utundu na kujituma, juhudi, nidhamu mm -hmm. Yeah. Kwa principles za, za, za, za upigaji picha, photographer uh, principle haipo maalum au haipo maalum kabisa. Okay. Kwenye upigaji picha. Okay. Ila kikubwa zaidi kwenye kazi hii mm -hmm. kutokana na changamoto zake na faida zake inahitaji sana, sana nidhamu ya kwanza, ya pili uthubutu, cha tatu heshima na kujituma. Aa, sisi kucommunicate na wateja, cha kwanza wanasema kuna polite language, lugha ya ya kinidhamu au lugha ya biashara unapokutana na mteja. Sana sana tunakutana na wateja aina tofauti tofauti, mwingine kwenye, kwenye kazi hii aa, mteja anaweza kaja akiwa off mood au ana mudi ya picha. Akiwa ana mudi ya picha, lakini anapofika labda katika harakati yake ya kuja sehemu fulani ili kupata huduma anaweza kukutana na changamoto mbalimbali, lakini una... changamoto ya kwanza ni yeye mwenyewe binafsi, maana si ananikuta ofisini au anakuta anakuja kwenye sehemu ya huduma. Kwa hiyo, anapokuja anaweza akabadilika jinsi mapokezi yako alivyompokea kwanza kwa namna gani umempokea, umempokea kwa lugha ya nzuri au lugha ambayo yeye hajaipenda? Inawezekana mimi nikasema lugha nikamkaribisha kwa namna yangu, lakini yeye hajaridhia au hajapenda the way nilivyo mkaribisha kwa, ili umkaribishe ili umrudishe kwenye njia inabidi kidogo, hata kama wewe kama mimi mwenyewe binafsi nitakuwa niko kwenye mudi mbaya, inabidi ile mudi yangu niifiche au niiache nje ya ofisi. Napoingia ofisini, naingia mimi kama mtu wa huduma challenge nyingi sana. Ya ya. Pengine wewe kama photographer na mpiga picha unawezaje kujitofautisha na wenzio ambao wanapiga wanafanya kazi kama hizi na pengine kufanya kazi yako bora zaidi kuliko mtu mwingine au wengine? mimi kama mpiga picha, mimi kama photographer na ofisi nzima kwa ujumla ya Uh, sisi cha kwanza tunatofautiana na ofisi zingine kwa namna moja au mbili. Cha kwanza kabisa ni the way tunavyompokea mteja. Ya pili kabisa ni the way tunavyojituma kwenye kupromoti kazi zetu na watu au walaji wa huduma hii wanavyoipokea kazi zetu. Pili kabisa tunamjali mteja. Tatu kabisa, mteja anapokuja ofisini kwetu hajaijutia kufika hapa. uh, haijalishi atamkuta nani au atakutana nani, lakini hajawahi kujuta kufika Sniper Studio. Hivyo hiyo cha kwanza ni hivyo, cha pili ni kupromoti, juhudi, nidhamu, kujituma, ndio kitu nachotofautisha sisi na wenzetu, sana sana kwenye upigaji picha, pia ubunifu. Yeah, ubunifu kwenye upigaji picha pia na kutofautisha kwenye kupiga na kwenye kutengeneza, kwenye kutengeneza picha hiyo ni ya ni, ni siri ya kambi. Tunasema kila mtu ana tekniki, ana njia za kufanya kazi yake iwe bora. Kila mtu anajua namna gani ya push kazi yake, kila mtu anajua namna gani akitia kitu fulani, anafanya nini ili kazi yake iwe bora zaidi. Hivyo ndo tunatofautiana kwenye upande huo. Basi akaona kwa nini sio nishirikishe na upigaji picha au naingia kwenye tasnia hii, na mimi nikaona sio mbaya, lakini nikafikiria kidogo, nikaona nikienda huku itakuwaje, nikienda huku itakuwaje, unaonaje bana, ukatoka kwenye